Insha za methali kwa karatasi ya kwanza ya Kiswahili ya mtihani wa kitaifa ya cheti cha sekondari KCSE, uh, inatahiniwa kama swali la pili hivyo mm. iko katika insha za kiubunifu. Unatarajiwa kwamba uwe unajua maana ya methali yenyewe, kisha ukabuni kisa kinachodhihirisha ufaafu wa methali hiyo okay? Mambo ya kuzingatia, kwanza ni kwamba utatunga kisa ambacho kinaambatana na methali yenyewe mm. Usije ukatafuta tu kisa chochote kisha ukapachika pale, a a. Katika anwani au kichwa cha insha yako kitakuwa na ile methali husika. Kumbuka kuipamba kazi yako mm -hmm. Tumia mapambo ya lugha eh? Tashbihi, methali zingine, unaweza tumia maswali balagha, taswira eh? Pamba kazi yako, tumia mwandishi mzuri aswa. Kama una shida ya hati, hakikisha kwamba unaandika hati zako vizuri, ili uweze kumfanya msomaji au mtahini kusoma insha yako kwa kiukamilifu. Jambo lingine mbalo na tambihi: ikiwa uelewi maana ya hiyo methali, tafadhali usijaribu kuandika maana ya methali yenyewe, kwa sababu hakuna alama utazoa ikiwa utaandika au au utaiandika, lakini unaona, ukiwa utakuwa umejifunga kwa kuandika maana ya methali yenyewe, na uenda me jinsi umeifafanua sivyo, basi utapata umeanza kutogonga ndipo na alama zitakuwa chache. Hivyo ni vizuri ukiwa na, na uwezo andika insha ile moja kwa moja kisa. mm -hmm. Naam, jambo lingine ni kwamba katika aya ya pili hakikisha kwamba kisa kinalenga dhamira mahususi na aya ya mwisho inaonyesha funzo kulingana na dhima ya methali au busara inayopewa. Jambo lingine nihakikisha kwamba kuna mtiririko wa mawazo kutoka mwanzo hadi kingine. Labda ilikuwa ni asiyesikia la mkuu huvunjika guu, tuonyeshe jinsi mhusika amejaribu kuonywa na hasiki, hadi mwishoni sasa amepata maafa mm. Tuoneshe jinsi vitushi vinavyofuatana. Jambo lingine ni kwamba usizingatie sarufi unapoandika ile insha yako ya methali mm? Ah, uh, na la mwisho ni kwamba uhakikishe insha yako ina mvuto. Baadhi ya maswali ambayo yameweza kutahiniwa kuhusu insha za methali, mmoja tuna insha ya 24. Acha nikae kwa mpini hafi njara. Na methali uh, kamusi ya methali hapa. Lulu za Lugha, kamusi ya methali ambayo imeandikwa na K.W. Wamitila. Acha nikae kwa mpini hafi njara. Na maanisha nini? Inamaanisha mtu hutumiwa uh, kuhimiza watu wawe na uvumilivu wa kukabiliana na shida au jambo gumu kwa kuwa hatimaye wataishia kufaidika. Hivyo lazima utuonyeshe jinsi, kuna mtu ambaye alivumilia. Labda ilikuwa ni mwanafunzi, hakukuwa na karo, akavumilia alikuwa anakuja anaitisha labda fursa. Hello, sports info. Karibu. Haya. karibuhaya tuonyeshe alivyovumilia, labda alivyokuwa akienda kutafuta kama ni usaidizi kutoka kwa walimu, wasaidie kwa sehemu ambazo hakuwa anazielewa, na mwishoni ameweza kuvuna matunda, labda amefaulu vizuri. Insha ya pili, mwaka wa 2023, 2023, kulikuwa na mgaga na upwa hali wali mkavu. Mgaga na upwa hali wali mkavu una maana gani? mm. mgaga Gagaa in, na ukwa hali wali mkavu, inamaanisha mtu anayeenda huku na huku kwenye ufuo wa bahari hakosi kitoweo, au hutumiwa kutufunza kwamba mtu aliyelihangaikia jambo fulani lazima mwishowe atafanikiwa au lazima ataambulia kitu. Hapo tunaona methali hiyo inafanana, acha nikae kwa mpini hafinja. Methali nyingine ambayo inafanana nayo ni mgagaa wa mpwa hali vya kula vikavu au mgagaa na upwa haondoke patuko. Tuonesha kwamba kila kitu ambacho mtu anatia kama ni nguvu, mali fulani, haziendi bure. Eh, mchoyo anapata matunda. Ah, jambo lingine, ah, insha nyingine ya mwaka 2022 ilikuwa mchelea mwana kulia mwenyewe mchelea mwana kulia mwenyewe, mchelea mwana kulia mwenyewe au lia yeye, inamaanisha. Methali mithali hii uwanasi wazazi wasichelee kuwaadhibu au kuwaadhibu watoto wao wanapokosea, ili waishie kuwa na tabia na mienendo mizuri. Inafanana ile ya Kiingereza, uh, spare the child, spare the rod and spoil the child, hivi kwamba mwana, mtoto lazima apewe haki yake. Akililia wembe mpe. Akifanya kosa, usikawie kumwadhibu. Kwa sababu gani? Mushowe wewe utakuja kujuta. Labda ni mwana ni mzazi, tunamwambia mwanao ameanza kubadilika, mienendo yake si mizuri, lakini wewe unakuja sasa, ah, mimi namjua mwanangu vizuri, nyinyi mnamwekelea, tutamwacha na kidogo kidogo labda anaanza kuvuta mihadarati bangi zake eh? Baada ya muda mfupi anakuwa ni mwizi, alafu siku moja anachomwa hmm? Wewe mwenyewe utakuja kujuta, utalia. Siku nyingine utapata kwamba, hata tumeona katika jamii ya sasa ambapo mtoto anataka hata kuja kupigana na mzazi wake kwa sababu hana nidhamu hmm? na ulichelea kumchapa, na tunasema kwamba samaki mkunje angali mbichi. Hivyo ukiwa utakawia, basi wewe utalia mwenyewe. Insha ya mwaka elfu mbili ishirini na moja ilikuwa aliye kando haangukiwi na mti. Aliye kando haangukiwi na mti, namaanisha nini? Aliye kando haangukiwi na mti aliye kando aangukiwi na mti hata naiona kweli. <laughs> aliye kando aangukiwi na mti maana yake ni mtu aliye kando na mti hawezi kuangukiwa na mti uangukapo. Ikiwa ni matumizi yake, itakuwa methali hii inatumiwa kutuonya tahadhari na uovu au mabaya fulani, tusifikiwe na nini, madhara. Huenda mwanafunzi akatunga kisa ambapo kulikuwa na tuseme, kama mimi nakumbuka, nikiwa shule ya upili nilikuwa nimeenda drama, alafu kulitokea na mkosi pale, ambapo oh, kulikuwa na wanafunzi wengine ambao walijiingiza katika mahusiano na wanafunzi wa shule nyingine, lakini mimi sikupatikana pale. Kwa sababu gani? Na mimi nilikuwa katika drama, lakini nilikuwa nimelala. Unaona, nilikuwa nimewajibika, hivyo sikutumwa nyumbani kama wengine, sikufukuzwa shuleni, na si kwamba mimi nilikuwa msaliti, ni kwa sababu kweli sikuwa katika yale madhara, unaweza tumia methali hii labda kutunga insha inayohusu mwanafunzi labda ambaye ana, ana nidhamu, hapendi mambo mengi, na mwishowe anavyo anavyofaidi kutokana na ule mti. Mti unaweza kuwa ni adhabu fulani. Hebu angalia kama sasa, uh, kuna yule mbunge wa Kasipul Ong'ondo ambaye alikufa watu ambao walihusikana na kisa kile cha kufa kwake wameweza kushikwa, lakini ingekuwa mtu ako amejihusisha na mambo hayo ya mauaji, basi ule mtu utakapoanguka hautaangukiwa nao hmm. Labda unaweza mzungumzia, tuseme ni meneja fulani wa benki wako pale, alafu kumetokea na mkosi hivi kwamba kulikuwa na labda kwa pesa na yeye hakujihusisha na jambo hilo hata apoteza kazi yake. Lakini ukipata jambo limetokea, uenda ukaangukiwa na mti hivyo. Isha hii ya kwamba aliyekando kando angukiwi na mti, naweza kuandika visa, aidha mtu ambaye aliangukiwa na mti kwa sababu alikuwa karibu na au mtu ambaye aliweza kukwepa hmm. Sema ni tuangalie kama kwa walimu, kuna kile kisa ambapo wanafunzi walitumbukia katika shimo la septic tank. Tunaona walioadhibiwa, kulikuwa na mwalimu mkuu, walimu wa wali zamu, mwalimu wa darasa. Lakini wasingelikuwa hapo hawange adhibiwa. Haya, methali nyingine iliyotahiniwa wakati wa corona mwaka elfu mbili ishirini ilikuwa ni mpanda ovyo ula ovyo. Na maana nini mpanda ovyo ula ovyo? Uh, ah, maana yake ni kwamba mtu anayepanda mazao yake ovyo hula ovyo tu, na utumio kutunasihi kuwa ikiwa tunataka kufanikiwa maishani, lazima tuwe tayari kufanya kazi kwa juhudi na bidii hmm. Unaweza tumia hata kwa mwanafunzi, ikiwa anafanya bidii, anajituma, basi pia atavuna vizuri. Ikiwa na mwanafunzi, unakuja darasani, unapiga kelele, unalala, unapoteza muda wako, haukuji kuuliza maswali, basi pia utafanya nini? utavuna ovyo. Haya, mm. Mwaka elfu mbili na kumi na tisa ilikuwa ni mla nawe hafi nawe, hafi nawe, ila mzaliwa nawe. Mla nawe hafi nawe inamaanisha, mm-hmm. mtu anayekula wakati nawe au mnaefanya kazi pamoja hakusumbuki wakati wa shida kama ndugu yako. Methali hii hutufunza tusiwadharau na kuwasahau ndugu kuwa au jamaa zetu, kwa kuwa ndio wanaweza kutufaa au kujitolea muhanga tunapokuwa tunapokumbwa na matatizo. Halafu marafiki utoweka wakati wa shida, ukimwona kama hadithi ya fadhila za Kunda katika uh, diwani ya Mapambazuko ya Macheo tunamuona uh, yule kibiriti ngoma wa Luka nikimwacha, hmm? Lakini watu ambao waliweza kumshikilia yule Luka ilikuwa ni jamaa yake kama mamake, hmm? Hivyo tusiwe tusije tukawadharau ndugu zetu. Hao ndio wanaweza kutusaidia hata unapoenda kuchuma janga, tuseme ni mwanamke, umeenda ukapata mimba kule, watu ambao watakushughulikia hata wengine wakikuja wakutoroke, kipetero kiyesu, napata kwamba ni nani ndugu zako, ni jamaa zako, hivyo ni vizuri kuwaenzi ukiwa na uwezo mm -hmm. Mwaka elfu mbili kumi na tisa ilikuwa mti mkuu ukigwa wana wa ndege huyumba. Mti mkuu unapoanguka wanaoumia ni nani? Ni ndege. Mti mkuu umeanguka, ndege wa mashakani. Uh, unamaanisha kwamba Mm -hmm. Mti mkuu ukianguka wala wandege waliopo kwenye viota huwa taabani. Huweza kutumiwa kurejelea tukio ambalo limetokea na kuishia kuwadhuru wasiokuwa na uwezo au wanyonge. Kwa mfano, jambo linalomfika mzazi huweza kuwaathiri kwa kiasi kikubwa watoto wake. Naam. Tuseme uh, kuna mzazi ambaye anashughulikia watoto wake. Ikiwa atapata ajali na afi, watakao uh, pata madhara ya moja kwa moja basi ni familia yake mm. Angalia tu, tuseme hata katika ulimwengu wa siasa, kwa mfano wakati bwana Kashagwa aliweza kutolewa kutoka, na kutimuliwa kutoka uongozini wale wote waliokuwa chini yake aliokuwa amewachagua kwamba wafanye kazi pia waliweza kufanya nini? Kutimuliwa kwa sababu hawana umuhimu tena. Hivyo tunaona kwamba mti mkuu ukigwa wana wa ndege uyumba. Haya, papo kwa papo kamba hukata jiwe ilikuwa ni swali la mwaka elfu mbili kumi na saba. Papo kwa hapo kamba hukata jiwe. Karibuni. Inamaanisha kwamba um, abadi abadi kamba hukata jiwe. Kila nguvu unayotia mwishowe jambo tendeka. Ikiwa ni kujisukuma, we kama mzazi unajaribu kutafuta vihela. Siku moja vitasarifu na vitakufaidi. Utakuwa jambo kubwa. Hata kitabia papo kwa papo kamba ukata jiwe. Ikiwa tutatilia tuseme nguvu kwa wanafunzi tuseme ambao wasio na nidhamu, mwishowe tunaona kwamba kuna matokeo mazuri hmm. Wataweza kubadili tabia. Mwaka elfu mbili kumi na sita ilikuwa chombo cha kuzama hakina usukani. Chombo cha kuzama hakina usukani, inamaanisha Um, okay, wanasema kwamba maana na matumizi yake ni sawa na chakufuja hakina rubani. Chakufuja hakina rubani namaanisha nini? Chakufuja namaanisha kwamba chombo ambacho kinaelekea kuzama kwa kuingia maji au kuvunjika kitavunjika tu hata kama kina rubani mzuri kiasi gani. Methali hii hutumia kuelezea kuwa kitu kilichojaliwa kuharibika au kwenda vibaya hakina kinga wala kiongozi. Hivyo ndipo hata leo hii unasikia watu wengine wanatumia methali au semi kwamba let the bo the sinking ship sink, kwa sababu kadri hata unavyozidi kutia labda ni nguvu, hakuna kitu kinafanyika kwa sababu ni chombo cha kuvunda tu. Hmm, labda utupe kisa ambapo labda ni mwanafunzi ambaye umejaribu kila namna lakini hasaidiki, hivyo utatuonyesha jinsi ambavyo hata licha ya kuwa kuna labda walimu, kuna wazazi, amechukuliwa kwa wataalamu labda wa kiakili, hataweza kusaidika kwa sababu yeye mwenyewe hayuko tayari kufanya kusaidika ingine mwaka elfu kumi na tano ilikuwa usipoziba ufa utajenga ufa. Usipoziba ufa utajenga ufa. Naona muda wangu unayoyoma, lakini utakuja kumalizia. Usipo, usipoziba inamaanisha ukidharau uziba ufa uliopo ukutani utaendelea kupanuka na hatimaye kukulazimisha kujenga ukuta wenye upya. Methali hii hutumiwa kutunasi tusidharau tunapo kitu fulani kinaanza kwenda vibaya au kuharibika. Lazima tufanye juhudi za kukitengeneza la sivyo tutaishia kupata madhara makubwa. Na maanisha kwamba kadi unapoona shida fulani, jaribu kuitatua wakati huo isije ikatia madhara na ukabidi ujenge ukuta upya.